Yeah, habari za saizi wa Tanzania wenzangu. Mimi naitwa Agustino Polepole. Eh, nimepata summons kutoka Jeshi la Polisi. Na ujumbe huu ni moja kwa moja kwa Jeshi la Polisi. Mmenitumia summons. Imefika nyumbani na nimeiona mtandaoni. E, katika samansi hiyo mmesema nimemtaja afisa wa polisi kweli, akati mimi naieleza jamii ya Tanzania na kimataifa kwamba mdogo wangu Humphrey Polepole pole, ametekwa sikujua kama ni afisa wa polisi. Nashukuru sana jeshi la polisi Tanzania, mna intelijensia kubwa kwamba mnaniita nitoa ushahidi kwamba afisa wa polisi amehusika katika utekaji wa Humphrey Polepole. Sasa basi kuna maswali mengi ya kujiuliza. Kama kuna intelijensia ya haraka kiasi hicho ya kujua kwamba ni afisa wa polisi, kwa nini intelijensia hiyo isitumike kumho Mimi najua na nyinyi mnajua, jeshi la polisi Tanzania sio jeshi, ni polisi Tanzania. Mnajua polisi walifika nyumbani kwa dada yangu na walisema wanamtafuta Humphrey Polepole. Sasa inakuwaje mnaniita mimi polisi wakati mmekiri kwamba ni afisa wa polisi? na barua yenu inaandika ni afisa wa polisi e, nimefanya nimefanya utafiti mdogo mtandaoni nimegundua kwamba ni Zonal Crime Officer wa polisi Tanzania. Sasa ninapokwenda kulipoti polisi Tanzania atakeni hoji ni Zonal Crime Officer. What do you expect? Unatarajia nini?